siana na maandalizi kuelekea mchezo wetu wa tarehe ya 23 wa ligi ya mabingwa Afrika dhidi ya Petlo Atletico di Luanda. Kwanza nianze kwa kutangaza rasmi ya kwamba mchezo wetu wa kwanza wa hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa Afrika baina ya Simba Sports Club dhidi ya, ya Petlo Atletico di Luanda utapigwa siku ya tarehe ishirini na tatu ya mwezi wa kumi na moja saa kumi kamili katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Tumelazimika kuitangaza kwa utuo tarehe hiyo kwa sababu hapo awali kulikuwa na taarifa mkanganyiko juu ya tarehe ya mchezo huu, na kwa mantiki hiyo basi kila mwana simba hileo apokee taarifa hii rasmi kutoka klabu ya Simba ya kwamba mechi yetu itakuwa ni tarehe ishirini na tatu saa kumi kamili kunako dimba la Benjamin Mkapa. Awal, ratiba ya kwanza ambayo kafu waliitoa walitupangia mechi yetu iwe siku ya Jumamosi saa moja kamili siku ya tarehe ishirini na mbili kwa kuwa siku hiyo imekaa vibaya vibaya, na muda huo wa saa moja usiku sio muda mzuri wa machinjio, ikatulazimu kuomba kunako mamlaka, na tunashukuru mamlaka ya mpira wa miguu Afrika Cup ikaridhia maombi yetu na kuamua kutupangia mchezo wetu katika siku, tarehe na saa sisi Simba Sports Club tuliiomba awal, na tulitaka siku hiyo, siku ya tarehe ishirini na tatu. timu yetu yanaendelea tangu tumemaliza mchezo wetu wa mwisho dhidi ya JKT Tanzania, wachezaji wakapata muda kidogo wa kupumzika, kwa wale ambao hawalikuwa hawana majukumu ya timu ya taifa, na baada ya mapumziko ya siku chache, wakarejea tena katika uwanja wa mazoezi Mo Simba Arena na kuanza programu ya mazoezi hii. Inakwenda wiki ya pili sasa tangu tumeanza maandalizi full kuelekea katika mchezo wetu. Wachezaji wote wapo katika hali nzuri, ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Na juzi tumecheza mchezo wa kirafiki dhidi ya maswahiba wetu JKT Tanzania na tukamnywa goli sita kwa bila. Ushindi sio nyishu muhimu sana. Nyishu muhimu ni namna gani Meneja Dimitar Pantev ametumia mchezo huo kutengeneza mipango yake ya kimauaji kuelekea mchezo wetu wa tarehe 23. Kuelekea katika mchezo huo tutaendelea kuwakosa wachezaji wetu wawili, nina mlango Musa Pimpin Kamara ambaye ameondoka jana, amekwenda Moroko kwa ajili ya matibabu, na kesho, Mwenyezi Mungu akijalia, ndiyo siku yake ya kufanyiwa upasuaji, na baada ya kufanyiwa upasuaji atakaa nje kwa takriban wiki ku, wiki kumi mpaka nane kwa maana miezi miwili fulani hivi atakosekana kwenye kuitumikia Simba Sports Club, lakini tutaendelea vile vile kuikosa huduma ya beki wetu Abdulrazak Hamza ambaye bado anaendelea na matibabu na yeye vile vile wiki hii kia Moroko kwa ajili ya kwenda kufanyiwa vipimo zaidi, ili tuweze na amefikia wapi katika matibabu yake. Lakini taarifa njema zaidi kwetu ni kwamba kiungo wetu mshambuliaji Mohamed Bajaber yeye ameshapona kwa asilimia mia moja na sasa yuko tayari kuanza kuitumikia Simba Sports.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

kuwasili nchini Tanzania siku ya tarehe kumi na tisa siku ya Jumatano. Maandalizi yote kwa upande wao yameshakamilika na tunasubiri kuwapokea wageni wetu hawa ambao watawasili siku ya Jumatano ya tarehe 19. Waamuzi katika mchezo wetu dhidi ya petlo ni waamuzi wote kutoka Congo Brazzaville waamuzi wakati ni Bwana Masie Oved ambaye ni kutoka Congo Brazzaville. Mwamuzi msaidizi namba moja ni Malondi Yames, vile vile kutoka huko huko Congo Brazzaville. Mwamuzi msaidizi namba mbili ni Vital Dictim, naye kutoka Congo Brazzaville, na mwamuzi wa akiba ama fourth official ni Pierre Jean. Seti nzima ya waamuzi wanne wote wanatoka Congo Brazzaville na maafisa wote wa mchezo wetu wataanza kuwasili nchini Tanzania kuanzia siku ya tarehe kumi na tisa. Viingilio katika mchezo wetu huu, kutokana na umuhimu wa mchezo huu, kutokana na kwamba tunawahitaji sana mashabiki katika mchezo huu. Ni mchezo wa kufungua pazia ya hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Ni mchezo muhimu kweli kweli, ambao tunatakiwa kuanza vizuri kampeni yetu tukachukue alama tatu. Kilichoamriwa ni kwamba mechi hii itakuwa ni bure. Wana Simba wote wa Vikindu, tukutane Vikindu senta Mataa, twende tukafanye tukakamilishe hamasa kuelekea mchezo wetu wa tarehe 23. Ukiangalia ratiba yetu, safari hii imekuwa na matukio mengi ya hamasa, kutokana na umuhimu wa mchezo wenyewe, lakini dhamira yetu ya makusudi ya kutaka kujaza Benjamin Mkapa na sisi tunafahamu Benjamin Mkapa, kuujaza Benjamin Mkapa sio lele mama, lazima ufanye kazi kweli kweli ndio uweze kujaza Benjamin Mkapa, na hiyo kazi tunaiweza sisi Simba Sports Club pekee. Ndio maana wengine unaona wanakimbia, kwa sababu ndo wakina hao wasioweza kufanya kazi ya kuijaza Benjamin Mkapa. Ndugu zangu ni wana Simba, kabla sijazungumzia umuhimu wa mchezo wenyewe kuna tangazo moja fupi hapa, nilitue nilitaka kulisahau. Kwa wale wanaokaa VIPB, wapo watu ambao wamelalamikia tabia ya kutopendezwa na tabia ya kumwagiana maji pale VIPB, na watu wamenifikishia mimi maoni yao niwatangazie hivyo, na kwa kuwa mimi ndio mlezi wa mashabiki wanapokuwa Benjamin Mkapa, nimejipa hicho cheo. Kwa hiyo nalazimika kutoa mwongozo pale. VAPB kuna tamaduni zake, na kila jukwaa la Benjamin Mkapa lina utamaduni wake ambao hauwezi kufutika na ni sehemu ya vivutio kwa maana ya kwamba kuna mtu anakwenda kukaa VIPA kwa sababu kuna kitu kinamvutia pale VIPA. Kuna mtu anapenda kukaa mzunguko kwa sababu anavutiwa na vibe la mzunguko. Kwa hiyo kila jukwaa lina utamaduni wake, na pale VIPB kuna utamaduni huo wa kumwagiana maji, na wapo watu ambao wana enjoy huo utamaduni na kuna watu huo wanafuata huo utamaduni. Kwa hiyo kusema tuufute moja kwa moja haiwezekani, kwa sababu tayari umeshakuwa ni utamaduni wa watu na imeshakuwa ni kivutio cha watu. Lakini makosa yanapofanyika ni kwamba kuna watu hawamwagi maji tena, wanamwaga pombe. Sasa basi nitoe angalizo: maji ni ruksa kuendelea kumwagiana lakini pombe si, haitakiwi kumwagiana pombe. Pombe yako nunua, kunywa, usimwagie mwenzio, kwa sababu pale tunakaa watu wa tabia tofauti tofauti. Kwa hiyo tusikwazane kiasi cha kumwagiana pombe. Pombe yako nunua, kunywa mwenyewe, usiwamwagie wenzio, na nichukue nafasi hii waambia wale waasisi wa, wa kumwaga maji pale VIPB, wao ndio wawe wadhibiti wa wengine wanaomwaga pombe, wawakataze na kuwazuia wale wanaomwaga pombe, na badala yake watu wamwagiane maji. Maji ni ruksa, lakini kama wewe hutaki na kumwagiwa maji vile vile na unataka kukaa VIPB, VIPB ziko mbili kuna upande wa kulia na kuna upande wa kushoto. Upande wa kushoto ndio wenye tabia ya kumwagiana maji, mimi nikushauri ukakae VIP B ya upande wa kulia, kule hakuna changamoto ya kumwagiana maji. Lakini kama bado unataka kukaa upande huo huo wa kushoto, usikae hapa mwanzoni, karibu na tunnel, kwa sababu hapa ndiyo kwenye hiyo tabia ya kumwagiana maji. Sogea pembeni huku kwenyewe huku hakuna utamaduni huo wa kumwagiana maji. Natumai tumeelewana, lakini kama hautaki tabu kabisa, kaa upande huu wa pili, upande wa kulia ambao huwa wanakaa kapu la magoli kule. Wenyewe hawamwagiani maji. ndugu zangu ni wana Simba, ndugu zangu ni waandishi wa habari, tunakwenda kuanza msimu wetu wa saba wa kucheza hatua ya makundi ya michuano ya kafu na ni msimu wetu wa tano wa kucheza hatua ya makundi ya ligi mabingwa barani Afrika. Lazima kumbukumbu ikae sawa sawasawa, ya kwamba sisi ndiyo timu pekee Tanzania ambayo tumecheza group stage tano za ligi mabingwa Afrika. Hakuna timu yeyote yenye rekodi kama hiyo na wakati wengine wakifikia idadi ya group stage tano, sisi tutakuwa na nane. Wakifikia nane, sisi tutakuwa na kumi na moja. Kimsingi ni kwamba hawatatupata tena kwenye mafanikio ya michuano ya Afrika. Kwa hili ni jambo la kujivunia sana sisi wanasimba kuwa na mafanikio haya mfululizo ya kucheza mara tano hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa Afrika. Mara zote ambazo tumecheza hatua ya makundi tumekutana na timu ngumu ngumu ngumu ngumu, ngumu, lakini kwa kudra zake Mwenyezi Mungu na kwa ubora wa wachezaji wetu na mipango ya viongozi wetu, mara zote tumevuka na tumeenda hatua ya robo fainali. Mwaka huu tumekutana na kigingi ama vigingi vizito kweli kweli kwenye kundi letu kundi D. Lakini pamoja na ugumu wa kundi letu, lakini bado tunasema mwanzoni kabisa hapa ya kwamba mnyama atavuka, atakwenda robo fainali inshaallah. Hatujawai, hatujazoea, haijawahi kuwa hivyo kwa Simba Sports Club kuishia hatua ya makundi tangu tumeanza kutawala soka la Afrika. Na mwaka huu pamoja na ugumu wa kundi letu, lakini tutavuka kwenda hatua inayofuata. Lakini kuvuka kwetu kwa safari hii kunahitaji tufanye kazi kweli kweli, tunahitaji tushikamane kweli kweli, tunahitaji tuwe nguvu moja ya dhati ili tuweze kuvuka. Sio nyepesi hata kidogo, lakini tutavuka, na ili tuweze kuvuka lazima tuanze vema tarehe kumi, tarehe ishirini na tatu dhidi ya Petro Atetiko di Luanda kutoka Angola. Ndugu zanguni, tusiwadharau, tusiwachukulie poa na watu, sijisahau hata kidogo na tukadhani ya kwamba kwa sababu hawa ni weusi kutoka Sahara kutoka kusini mwa Afrika basi watakuwa ni wepesi. Ndugu zanguni, hii timu tunayocheza nayo Jumapili ijayo ni timu jiwe kweli kweli, ni timu ngumu kweli kweli, ni timu bab kubwa kweli kweli, na tusipofanya maandalizi yetu sawasawa kwenye idara zote tutavuliwa taulo ukweli. Lazima tujipange sawa sawa, anafungika Petro Atletico di Rwanda, lakini sio kwa maneno na mdomo, kazi ifanyike sawa sawa. Kwenye upande wa kikosi hatuna mashaka, Meneja Dimitar Pantev, Selemani Matola Veron pamoja na wasaidizi wote wa benchi la ufundi wanaendelea na mipango yao thabiti kuhakikisha kwamba tunapata matokeo mazuri katika mchezo huo. Paliko baki ni sisi kupande wa mashabiki na sisi tufanye ama tutimize majukumu yetu ipasavyo, twende tukapate ushindi siku ya tarehe 23. Inawezekana tukaondoka na ushindi hapa Benjamin Mkapa. Lazima tuje kwa wingi uwanjani siku hiyo. Lazima tuje wote, lazima twende tukaishangilie timu yetu. Kila mara Simba aje na mzuka wa kutosha, aje na energy ya kutosha, aje na nguvu ya kutosha. Twende tukaishangilie, tukawape moto na morali wachezaji wetu, wakatupambanie, wakapambane, wakapigane, ili mradi mnyama aondoke na alama tatu. Kuna maana kubwa sana tukishinda mchezo wa kwanza wa hatua ya makundi, lakini kampeni yetu ni ile ile tisa Benjamin Mkapa ni haki yetu. Kwa hiyo tunaanza na hizi tatu, zinakuja sita nyingine lazima waziache Benjamin Mkapa. Ndugu zanguni, hili wala halihitaji nguvu kubwa sana kukumbushana, sote tunafahamu mashabiki wa Simba.